Mbunge wa Matuga Kasim Sawa Tandaza ametilia hofu mabadiliko yanayolenga hazina ya CDF. Kulingana na Tandaza ni kwamba utekelezaji wa kifedha katika wizara nchini Kenya tayari ni wa kutiliwa shaka. Aidha, kulingana na yeye ni kwamba kuondolewa kwa CDF huenda kukaleta athari kubwa katika sekta ya elimu. Wabunge wanapendekeza kuwa hazina ya CDF iweze kuwekwa katika katiba ili kuepuka mgongano wa mara kwa mara. No, tatizo ni utekelezaji. Kwa sababu watu wengi hata hawajui kwamba wizara ya Elimu, kwa sababu pesa hizi zisipokuja kwa constituency zitaenda kwa wizara ya Elimu ziletwe shule, ni sawa lakini, saa hizi ujue ile pesa ya capitation. kuna pesa ambayo serikali inasema watoto wanasoma bure kuanzia day na boarding. pesa hizi zinaenda wizara ya Elimu, hebu waulize walimu saa hizi kama hizo pesa zinafika. Sisi kama wabunge huwa tunapeana zile pesa, zinaenda kwa wizara, lakini kufika kwa mashule ndio matatizo usisahau. Hata tukizungumza hivi ilivyo, pia wizara ina pesa za basari, no. Lakini tuzungumzie tu za capitation, kwanza hazifiki, zikifika zinafika nusu. Si tumepeana zote kamili, mm? Lakini kufika shule zinafika ngapi? Nusu kwa na pesa za vitabu ministry, lakini walimu wengi watakwambia hawana vitabu. Utashangaa watoto wamefukuzwa kwa sababu ya vitabu, lakini hizi zetu za CDF, na hakika, sidhani kama kuna mtoto ama mwalimu atasema huwa cheki ya CDF haifiki kwa shule yake lakini endapo kutakuwa na mfumo mzuri ambao siuoni kwa sababu zile ulizonazo tayari hazifiki, basi huende ikawa mfumo mzuri. Ni zibaki kwa CDF, ni waongezee kwamba kuanzia wiki mwezi ujao tarehe nne tutakuwa na mchakato wa public participation kwa mpande wa CDF mzima. Sisi tunapendekezo tuweke kwa katiba, kwa sababu umekuwa na tatizo kubwa la kusemekana unapingana na katiba. Lakini sasa kutakuwa ni public participation nchi nzima, wananchi waamue CDF ibaki, na kama ibaki iwekwe kwa katiba, manake ndio mswada wenyewe. Ama wakisema hawaoni kwamba CDF inasaidia, basi kama tunavyojua katika katiba yetu kifungu cha kwanza, mwananchi ndiye mwenye uwezo wote, bila atakavyoamua ni sawa. Lakini kwa vile ilivyo naona kwamba CDF itabaki na ingie kwa katiba, ndio isiwe na makesi vile ambavyo mara kwa mara inakuwa na changamoto.